Sheria imetupatia tume huru ya uchaguzi. Maana unamsikia tumechoka na wakurugenzi. Nani kakwambia utasimamiwa na wakurugenzi? Eti no reform no election. Reform zimefanyika, uchaguzi utafanyika. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunasema Samia, asante sana, hatuna ambacho tunamdai, tunakwenda kumhakikishia Oktoba ishirini na tano tunampa kula za kishindo kwa sababu ya yale mambo aliyoyafanya katika mkoa wa Simiu ni makubwa sana na tunaomba utufikishie salamu Simiu. Sasa tunamhitaji, ameshatembelea mikoa yote kanda ya Ziwa, lakini kwetu Simiu hajafika. Hizi ni salamu tunaomba utufikishie.